Lakini sasa hivi watu wanataka uongozi wa kupambana na maisha yake binafsi yake, unafahamu. Kwa hivyo sasa hivi kil, kil, kilichobaki sasa hivi sasa hivi, imekuwa kama tatizo hilo kuwepo kwamba sasa hivi watu hawapendani, unafahamu sana Ndi. sasa hivi ilikuwa, ilikuwa nini nini, siasa ilikuwa chama cha tawala na chama cha upinzani mm. wanafanyia na mbinu namna kutawala pale, mm. chama cha upinzani kinataka serikali, chama cha serikali tawala haitaki kutuahusika nini serikali, wanapingana hivyo hivyo, kila mtu na mbinu zake, mpaka chama tawala, mpaka leo kinadumu kwa siasa zake na utulivu wake. Sasa hivi imeingia sasa hivi ikawa watu wasikizani kwa sababu sasa badala ya kuwa chama upinzani na utawala, sasa hivi imeingia makundi. Yaani makundi sasa ndio yanayoharibu. Sasa makundi sasa huku chama chama tawala inataka serikali ni upinzani unataka serikali, sasa hivi chama tawala sasa wote wanataka kupinzana sasa, kuna kuna ushindo sasa katika chama tawala. Kuna makundi, kundi hili liko huku, kundi liko huku, kazi yetu chuki tu. Na mimi mwenyewe katika makundi hayo, kazi yetu chuki tu, namchukia mtu, yaani huyu ni mwanachama wa CCM lakini na kundi jingine huyu mwanachama ni si CCM ana kundi jengine, na wewe kundi lako jengine, basi unamchukia hata ndugu yako, inaweza wakamchinja. Unaona nini sababu? Sababu, sababu ni roho mbaya mm, roho mbaya tu nipate mimi basi, alafu tena yale makundi, ya, mm, makundi, ya, ya, nagombania makundi sasa ya, ndio wanaopelekea wale kusema kwamba huyu mbaya, huyu si mbaya lakini sasa yale makundi yale yanapata ma, manufaa sasa hivi, yale makundi yale ya, yanapata manufaa wale, sasa ndio maana wanasema huyu mbaya huyu si mbaya. Ndio hali yetu inakuwa mpaka sasa hivi, chuki moja kwa moja. Tufanyeje baba, mawazo yako, naona tufanyeje hizi chuki kuziondoa, haya makundi kuyaondoa, nini? Tukifanya kitu cha kujifanya sasa hivi mm, kitu cha kujifanya sasa hivi wakae viongozi wa siasa pamoja mm-hmm, na no wazee